la Kenya limekumbwa na huzuni hivi leo asubuhi. <coughs> Hii ni baada ya kumpoteza kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga ambaye ni waziri mkuu Raila, ambaye ameaga dunia leo asubuhi mwendo wa saa mbili kule India. Kanipatia mimi kama mimi niko karibu na goal nikaangalia goalkeeper nikaona analala alipokuwa kwenye mazoezi ya kimwili, pia alikuwa akifanyiwa matibabu ya kiafya, huku kiongozi wa taifa Rais William Ruto akimwomboleza kiongozi huyo: Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the right honorable Raila Amolo Odinga, na kutoa likizo ya siku saba kwa taifa la Kenya kwa ajili ya kumwomboleza kiongozi huyo. I have declared a seven day period of national mourning during which the national flag shall fly at half mast across the Republic of Kenya. Pia, viongozi mbalimbali akiwemo Rais Mstaafu Uhuru wa Kenyatta na Speaker wa Bunge la Kitaifa na Seneti wametuma rambirambi zao kwa familia na marafiki wa Raila. Waraila wa Raila. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akisema kwamba taifa limempoteza shujaa. Hakuwa na ukabila na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote. Hata hivyo, wengi wa Wakenya watamkumbuka kwa majina yake kama Tinga, Rao, Nyundo na mengineo. Pia kwa ushujaa wake wa kupigania taifa la Kenya. Independent Police Oversight Authority IPOA haina kazi sasa, ile tiari, amani, uzalendo na kuliunganisha taifa la Kenya, jamii ya Kiafrika na kupigania haki za kibinadamu <coughs> <coughs> Christopher yabunge county